Hii hapa itakiwi. Kwa hiyo tunapokula, tumeshamkamata mtu ahii, tunatoa maelekezo, tunaiondoa. Kwa hiyo ni lazima tuiondoe, na kipindi tunaiondoa, hatuiachi pikipiki. Lengo sio kumuonea, yani lengo ni kutii sheria za usalama barabarani bila shuruti. Peti, namba yangu ilikuwa imekatika, ili nimeona nimejisalimishe mwenyewe. Kwa majina anaitwa Mrisho Hassan Shime, mwenyekiti wa ma, maafisa usafirishaji mkoa wa Tabora ila kwa sasa kuna matukio mbalimbali ambayo mba tunaendelea nayo ndani ya manispaa ya Tabora mjini, ambapo tumekubaliana wote kwa pamoja, na hili sio swala la Tabora mjini tu, ili swala ni la mkoa mzima wa Tabora. Tuna operation ya pikipiki piki ambazo zime hazina plate number, wanaweka plate number za kuchora, wanaweka plate number ambavyo ni vidogo sana, ambavyo havihitajiki kwenye vyombo hivi vya usafirishaji. Kwa hiyo operesheni hizi zinaendelea mpaka dakika hii na mpaka dakika hii tumeshakamata pikipiki takribani hamsini, aidha zaidi ya hamsini zipo pale tumeshapeleka kituoni. Lakini changamoto tunakutana nazo ni baada ya sisi kuona wimbi la wizi wa pikipiki hapa manispaa Tabora mjini limekuwa kubwa, ndani ya mwezi mmoja unakuta mmeibiwa pikipiki takribani kumi hadi zaidi ya kumi na mbili. Sasa tukaona hii jambo haliwezekani, zinaibiwa zinaenda wapi? Kumbe pikipiki baadhi zinaibiwa zinakuwa ziko humu humu ndani ya manispaa Tabora mjini. Na hawatu wengine wanaiba pikipiki nje ya manispaa, nje ya Tabora ndani ya mikoa mingine wanazileta kwetu na kubadilisha hizi peti namba. Tukaona sasa, hii jambo haliwezi haliwezekani. Na mpaka dakika hii kuna pikipiki ambazo zimesha bainika na zinaendelea, tumeacha jeshi la polisi naendelea nao. Ulikalili huku. Ile ile pikipiki unaikuta pale kaibadilisha huku kuna uwezo wa kuweza kugundua ile pikipiki ilionifanyia uhalifu ni hii hapa sasa. Nitoe wito ambao tunaendelea na operation kali, ambapo sasa hatutomkamata mtu ambaye ana plate namba hii tukamwacha tukachukua pikipiki, tutamchukua na yeye kuhakikisha amefikishwa mahakamani, ila vile vile operation inaendelea, si wa plate namba tu, kwa wale wanaokata egzozi na kufunga pikipiki zinapiga kelele mjini tunakamata na tunapeleka kituoni, tunafungua zile exos, ila vile vile na yeye atachukuliwa hatua. Kuna watu wanafunga zile taa kubwa nyuma, ambao ukiwa unafuatana naye huwezi kuona mbele unapokwenda, na yenyewe tuko na nani, hii operesheni ya kukamata hivyo vitu. Wapo wanaomiliki pikipiki wamewapa vijana, wahakikishe pikipiki zifate sheria na kanuni za usalama barabarani na sheria zetu za nchi. Ni niwasihi bodaboda wenzangu au maafisa usafirishaji katika utendaji wa kazi serikali pamoja na sisi viongozi wako makini sana kufuatilia swala hili, kwa sababu lawama zote tunabebeshwa sisi, kuonekana hatuwafuatilii tunaowaongoza. Ili sasa waendelee kufanya kazi kiustalabu, wanatakiwa watii sheria bila shuruti. Amna, nimekubali kutokana na wenyekiti wetu hapo, kwa sababu nimekutwa pleti namba yangu iko pembe, katika katika hasa ndio nikawa, lakini tunashukuru sana uongozi kwa kuturekebisha watoto wenu vijana wenu kwa hili swala kwa hapa kwa wenyekiti wetu, kwa jinsi walivyo litafanyiwa kazi na mambo yote atakaa sawa. Wanafanya kwa sababu ya matukio ili asikalilike, as, as, as kwamba ninapangapi naishia wapi. Hizi ziendelee, kwa sababu si tunazeeka, kuna vijana wengine wanakuja, watoto wetu na takiwa wakute kazi iko salama. Peti namba yangu ilikuwa imekatika nilipoona hapa kwamba kuna, kuna operation ya, kwa, ya kuna ndio maana nimekuta nimekuja kiongozi wangu, ili nimeona nimejisalimishe mwenyewe. Ndio ananiambia kwamba tuende ofisini saa hizi niifuatilie e hili swala. Huu ni mpango mkakati ambao unatekelezwa hapa mkoa Tabora. Lengo lake hasa ni kuhakikisha kwamba wanatokomeza vitendo vya uhalifu ambavyo vinatekelezwa na baadhi ya waendeshaji wa bodaboda ama maafisa usafirishaji ambao wamekuwa na nia hovu, na mpango huu unatekelezwa na Umoja wa Waendesha Pikipiki na Bajaji mkoa wa Tabora kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi kitengo cha usalama barabarani kutoka hapa almashauri ya manispaa ya Tabora. Mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Tufuatilie pia katika mitandao mingine ya kijamii ikiwa mo... Instagram na Facebook kwa kuandika Habari Leo underscore tz ambapo hapo na hapo utaweza kufurahia wingi wa habari kutoka kwetu. Shukrani.